So ile mipango yetu lazima tuweke sawa sawa kabisa kabisa. Eh, sasa so, hapa tu, tu, sita, mbongu, cha, okay, um, kama vile tumezungumza um, kuhusu nyumba ile mjengo ando kina mjaku na, na baba levo wangu majuu Mtu lazima uwe na watu, usiwezi anifanya vitu hewani tu. so, uh, tukimaliza tu mtoko wa Pasaka, mazingira yako sawa, nafasi ipo, mm -hmm. watu kupumzika. Lakini pia uh, tuna mipango tunapanga, ndio mtoko mwingine uwe elei, si ndio? si iko sawa yeah. si kila kitu iko sawa mm -hmm. na wale jamaa wale watakuja, tuna, tunakiwasha pia na huku Eh. Eh, ile kitu yetu ya medi iko hapa, eh? Hiyo tunadhani poa. Iko sawa. <laughs> Mm -hmm. Eh, iko sawa. Tumejipanga tuko sawa, lakini tukutane tarehe 20 mwezi wa 4, yani safari inaanzia hapa. Mm. Tarehe 20 mwezi wa 4, Easter Sunday, mtoko wa Pasaka pale Superdome. Yaani habari ndio hiyo. Nataka tuanze pale lakini baadaye tuwe kula barata. Na chai kidogo ni Simba. Chia.